Ni vile tu mwaka huu na shughuli nyingi, na shughuli yenyewe zinaanzia mwezi wa sita pale, prokushani zinaanza, na yeye mwenyewe Dk Samia Suluhu Hassan atakuwa kwenye shughuli nyingi, mkiwa watulivu, mkijua shughuli hizi na uwingi huu, lakini mkathamini kazi yake anayofanya Tukaenda naye pamoja. <coughs> haya haya haya mnayosema leo eh, baraki lazima uangalia tulipotoka na kilichoko sasa. Unakosaje matumaini huko unakokwenda? Mama Samia, oye! Elimu oye! Edmasters Elim, oye! Edtichers oye! Elimastazi, oye.